Tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo. Karibu, mpendwa mtazamaji wa St. Gaspar Media, katika mwendelezo wa tafakari zetu ambazo zinatoka katika kitabu cha tujue tupende na tusali rozari takatifu kwa tafakari. Na leo tutatafakari juu ya sala ambazo tunazianza wakati tunaanza kusali rozari takatifu. Na leo tutatafakari juu ya sala ya ishara ya msalaba, ishara ya msalaba ambayo ni sala fupi kuliko zote, lakini pia tutatafakari juu ya sala ya kanuni ya imani pamoja na baba yetu. Ndugu zangu, kama tunavyofahamu, ibada ya Rozari Takatifu inaundwa na mambo makubwa mawili, na mambo hayo ni sala na tafakari. Kwani tunaposali Rozari Takatifu hatuwezi tukaacha e, sala tukafanya tafakari pekee, wala hatuwezi tukafanya tafakari tukaacha sala. Ninaposema sala na tafakari, inamaanisha kwamba tunaposali Rozari Takatifu tunatafakari mafumbo ya mafumbo ya wokovu wetu kwa kupitia yale mafumbo ya rozari takatifu, ambayo nafikiri Wakristo wote tunayafahamu: mafumbo ya mwanga eh, mafumbo ya furaha, mafumbo ya uchungu na mafumbo ya utukufu, ambayo ni maisha ya Yesu mwenyewe. Kwa hiyo maisha ya Mkristo yanapaswa kujengwa katika sala, na kwa hakika mapigo ya moyo ya Mkristo yoyote yanapaswa kuwa sala. Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu anasema, sala ni kuinua moyo, ni kutazama kuelekea mbinguni, ni mlio wa shukrani katika yote mawili, yaani majaribu pamoja na furaha. Kwa hiyo tunapaswa kusali wakati tukiwa na furaha, pia tunapaswa kusali wakati tukiwa na uchungu au majaribu mbalimbali mbali ya maisha. sala inatue, eh, sala inatuweka mbele ya Mungu kwa lengo la kumwabudu, kumtukuza, kumsifu, kumshukuru, kumwomba msamaha, lakini pia kumwomba kwa mahitaji yetu yote ya kimwili na kiroho. Ndugu zangu, ni vizuri kujua kwa kina sala ambazo daima tunazisali katika ibada ya rozari takatifu ili kuendelea kusali kwa imani, kusali kwa matumaini na unyenyekevu ili tupate yale yote yaliyoahidiwa na Bwana wetu Yesu Kristo kwa njia ya mama Bikira Maria pale tunaposali, e, ibada ya rozari takatifu. Kwa hiyo tunaposali rozari takatifu, kwanza kabisa tunaanza kwa ishara ya msalaba. Sasa ishara ya msalaba ni nini, ndugu zangu? Ishara ya msalaba ni ishara ambayo Wakristo wa Katoliki huifanya mara nyingi. Kama tunavyojua, msalaba pengine ndiyo ishara ambayo ni maarufu sana kuliko ishara e, nyingine nyingi. Ishara ya msalaba ni tendo la kugusa panda la uso, kifua na mabega kwa mkono wa kulia na tunapogusa e, kichwani kwenye panda la uso e, kifuani, mabegani, hapa tunagusa huku tukisali kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Hizi ishara za kugusa kwenye mwili wetu zina maana gani? Kwanza tunapogusa panda la uso, tunamkili Kristo kwa akili zetu zote. Tunapogusa kifua tunamkiri Kristo na kumpokea moyoni mwetu, na tunapogusa mabega tunaonyesha utayari wetu wa kuubeba msalaba. Na kila tunapofanya ishara ya msalaba tunamkiri Mungu mmoja katika nafsi tatu, yaani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, na hivyo tunakumbuka juu ya ukombozi wetu. Pia ishara ya msalaba ni ufunguo mzuri sana wa sala zote. Popote pale Wakristo tunapoanza sala zetu tunaanza kwa ishara ya msalaba, na hivyo tendo hilo ni kwamba tunatoa heshima kwa Utatu Mtakatifu. Ndugu zangu, sala ya ishara ya msalaba inaeleza kwa ufupi kabisa juu ya imani yetu. Kwa hiyo tuone fahari kila mahali tunapofanya ishara ya msalaba. Ni ajabu sana kuona watu tunaogopa kufanya ishara ya msalaba sehemu za wazi. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya kwanza, lakini sala nyingine ambayo tuna tunaposali rozari tunaanza ni hapa katika msalaba, kwenye msalaba tunasali sala ya kanuni ya imani. Sasa kanuni ya imani ni nini? Kwa nini tunaanza na kanuni ya imani tunaposali rozari takatifu? Ndugu zangu, sala hii katika rozari husaliwa kwenye msalaba kama nilivyosema, na kanuni ya imani ni muhtasari wa imani yetu na matumaini tuliyonayo juu ya Mungu wetu. Sala hii ni msingi wa imani yetu, hivyo basi tunawiwa kufanya matendo yale yote ambayo tunayakili katika kanuni ya imani. Kwa hiyo tunapoyakili kwa maneno yetu na pia inabidi tuyatangaze kwa matendo yetu. Tunaposali na sadiki kwa Mungu daima, tunatakatifuzwa na hivyo shetani hutupiliwa mbali, kwani ni hapo tunatangaza waziwazi kwamba tumaini letu lipo kwa Mungu tu na daima. Tunapoanza na kanuni ya imani, tunaanza na kanuni ya imani wakati tunasali rozari takatifu, ni kwa sababu rozari takatifu ina uhusiano wa moja kwa moja na maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo na Maria juu ya ukombozi wetu. Yaani uhusiano wa Bwana wetu Yesu Kristo na ukombozi wetu wote ambao tunaukili katika kanuni ya imani vina uhusiano mkubwa. Na hapa ni kwa sababu maisha ya Yesu ni fumbo ambalo hatuwezi kulikili kwa akili zetu za kibinadamu bali katika macho ya imani. Na hii ndiyo sababu katika Rozari takatifu tunaanza na kanuni ya imani. Na nikumbushe katika kipindi kilichopita kwamba tulisema e, Rozari takatifu ni sala ya Kristo mwenyewe kwa sababu tunamtafakari Kristo katika yale mafumbo yote ya Rozari. Mpendwa mtazamaji, leo tumeishia hapa. Kipindi kinachofuata tuta angazia juu ya sala ya Baba Yetu. Kwa hiyo usikose kutufuatilia na kushukuru. Kwa kutafakari pamoja nami, niliyekuletea tafakari hii ni mimi Flatel Matias Jafet Kuingwa wa shirika la Wamisionari wa, wa Damu Azizi kutoka katika seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar del Bufalo, Kola, Morogoro.